Tabora, karibu Toronto. Kulingana na siku hii ya leo ambayo ni siku rasmi ambayo tunaanza kuadhimisha siku arobaini za kufunga. Mimi ningetoa wito kwa Kristo wenzangu, vijana kwa wazee, kwamba katika kipindi hiki basi wawe na bidii ya kumtafuta Mwenyezi Mungu kwa kufunga kuomba ikiwa ni pamoja na kuambatana na kutoa sadaka kwa ajili ya wa kuwasaidia wasiojiweza. Kipindi cha Kwaresma ni kipindi ambacho kanisa limeadhimisha katika historia yake yote, na kadri tunavyokwenda siku kwa siku, bila shaka wote mnajua kuna mabadiliko makubwa katika kanisa ambayo yamekuwa yakitokea kila miaka inavyoendelea kusonga mbele, tungependa sana kuona Wakristo wetu wanaelewa kwamba kuna umuhimu wa kuzingatia na kushika na kutembea katika mila hii ambayo ni muhimu sana kwa kanisa, kwa sababu tunajifunza kutoka kwa mwokozi wetu Yesu Kristo mwenyewe kwamba alifunga kipindi cha siku arobaini. Kanisa limeendelea kuzingatia jambo hilo miaka yote, lakini kinachosikitisha sana ni namna ambavyo Wakristo wanarudi nyuma katika kuzingatia na kushiriki katika jambo hili kubwa la kanisa na kihistoria, ambalo kanisa limezingatia kwa miaka yote. Sisi kanisa katika Afrika tunaweza tukajidanganya kwamba kanisa linakuwa, lakini nataka niwaeleze kweli kwamba kanisa katika Afrika si kwamba linakuwa, lakini na lenyewe ku, linabadilika kutoka katika mwelekeo wa kweli na kuelekea katika mwelekeo ambao sio wa kweli hata kidogo. Na mfano mzuri ni huu wa hizi ibada za Krismasi, Pasaka Jumatano ya Majivu. Kama leo unapoona hata watu hawawezi kuja kwenye ibada za namna hii uweze kujua kwamba kanisa sio kwamba linakuwa, isipokuwa kanisa linaendelea linaendelea ku decline. Ukisikia Wakristo wanasifia sana mahubiri, ni watu ambao wanaleta vichekesho katika ibada. Sasa hapo ndipo Wakristo wanafurahi kwamba mahubiri yalikuwa mazuri, kanisa lilikwenda vizuri, kwa sababu wamebadilisha badala ya kuwa ibada zinakuwa nyumba za entertainment, nyumba za viburudisho na vichekesho na maigizo. Na sasa Wakristo wanafurahia vitu vya namna hiyo na kusema tulikuwa kwenye ibada leo, leo tumefurahi sana. Hapo kanisa sio kwamba linakuwa, kanisa lina decline. Kanisa linalokuwa ni kanisa lile lina ambalo linaendelea kuzingatia misingi. Utasikia wanasifia sana baadhi ya wahubiri kwa sababu ya vichekesho vyao, kwa kuwa watu wanacheka sana ni comedian Yona sura ile ya tatu, kuanzia mstari wa kwanza, nitasoma kwa haraka mpaka mstari wa mwisho, sura nzima ile ya tatu. Neno la Bwana likamjia Yona mara ya pili kusema, ondoka uende Ninawi mji ule mkubwa, ukahubiri habari nitakayokuamuru. Basi Yona akaondoka akaenda Ninawi kama Bwana alivyonena. Basi Ninawi ilikuwa mji mkubwa mno, ukubwa wake mwendo wa siku tatu.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 na udhalimu ulio mkononi mwake. Ni nani ajiwae kwamba Mungu hatageuka na kughairi na kuacha hasira yake kali ili tusangamizwe? Mungu akaona matendo yao ya kuwa wameiacha njia yao mbaya, basi Mungu akalighairi lile neno lile baya ambalo alisema atawatenda, asilitende. Kilichowaokoa watu wa Ninawi ilikuwa ni kusikia ujumbe kutoka kwa mtumishi wa Mungu Yona. Mungu alikuwa na ghadhabu sana juu ya watu wa Ninawi na alikuwa amekusudia kuangamiza watu wa Ninawi, lakini walipoamua kufunga na kuomba, Mungu akaacha ghadhabu yake. Mungu akawaacha watu wa Ninawi wabaki salama. Ndugu zangu, maombi ya mtu aliyefunga yana nguvu sana kuliko maombi ya mtu ambaye hajafunga. Unapofunga unaunyima mwili nguvu na kuunyima mwili nguvu, maana yake unafanya roho kuwa na nguvu zaidi kuliko mwili. Lakini pia unapofunga unapata nafasi nzuri ya kumsikiliza Mungu na wala sio kitu kingine chochote. Taifa la Ninawi lilikuwa ni taifa lililostawi vizuri kiuchumi, mji wanaosema mtu unatembea kwa muda wa siku tatu, haukuwa mji mdogo, lakini ulikuwa ni mji ambao umejengwa vizuri na miundombinu na hasa majengo magorofa ya kila namna katika mji wa Ninawi, ingawa walikuwa wana tatizo kubwa sana la kukumbwa na matetemeko ya ardhi ya mara kwa mara, na wakati wote walikuwa wanaishi kwa hofu bila kujua ni kitu gani kinaendelea. Kwa hiyo ujumbe wa Yona kwa Ninawi kwa wakati ule ulikuwa ni ujumbe ambao ulikuwa lazima wausikilize, wakilinganisha na majanga ambayo wamekuwa wakiyapata mara kwa mara ya matetemeko ya ardhi. Kwa hiyo ujumbe unapokuja katika nyakati kama hizo, watu walijua kwamba sasa ndio tunakwisha, na watu wakaanza kufunga na kuomba bila hata bila hata kusimamiwa, mpaka baadaye mfalme naye alipoona kwamba kuna haja ya kufanya jambo hili kuwa jambo la kitaifa, watu wale wakafunga na kuomba kama walivyoagizwa kama walivyoelekezwa na Mungu, akagairi akaacha ghadhabu yake. Mungu anamtuma Yona aende akahubiri waache njia zao mbaya wamgeukie Mungu. Kumbuka, hawa watu walikuwa ni wapagani, hawa watu hawakuwa Wayahudi, walikuwa ni wapagani tu, lakini wanasikiliza ujumbe wa mtumishi wa Mungu kutoka katika taifa la Israeli, wanakubali kutubu dhambi zao, wanatengeneza maisha yao. Ndugu zangu, Mungu ni Mungu mmoja, hakuna Mungu wa wapagani wala Mungu wa Wakristo wala Mungu wa watu wengine. Mungu ni mmoja, na Mungu huyu ana neema na rehema kwa kila mtu amchaye, ili mradi amsikilize, ili mradi asikilize ujumbe pale Mungu anaposema kwamba umeenda njia ambayo siyo yenyewe ili uweze kuwacha njia hiyo mbaya na kugeuka. Lakini nataka mwelewe maana ya kufunga hasa ni nini, na hasa kufunga kwa Wakristo. Kufunga kwa Wakristo kuna kitu ambacho nimekiita nguzo tatu na naomba mshike sana mambo haya. Nguzo ya kwanza ni hiyo ya kufunga kula chakula. Ni vyema kuacha kula chakula kabisa na siyo sehemu ya chakula, na haina maana ya kwamba usile chakula tangu leo mpaka siku arobaini, huwezi kufika. Nina maana ya kwamba lazima usile chakula mchana masaa kumi na mbili, ili upate nafasi katika masaa ya kumi na mbili kumtafuta Mungu kwa bidii. Inapofika muda ule ambao unakula chakula, watu wengine wanakula saa tisa au saa saba tumia muda ule ambao ungeenda kwenye chakula, basi hata kama uko katika ofisi yoyote, hiwe ya serikali, wapi, funga mlango wako, alafu zungumza na Mungu kwa muda wa dakika chache, na baada ya hapo utaendelea mpaka kipindi hiki cha siku zote arobaini. Kwa hiyo, kufunga ni kufunga kabisa, kuacha kula chakula kwa masaa kumi na mbili ya mchana Sio usiku na mchana, kama alivyofanya Bwana Yesu. Huwezi kufika huko hata siku saba, siamini kama utafika, lakini usile mchana, ule usiku. Jambo la pili katika nguzo hizi tatu au nguzo ya pili ni kuomba. Kwa hiyo, sio kufunga tu, lakini kufunga na kuomba. Kwa hiyo, kuomba ni vyema kupata nafasi ya kuomba japo kwa dakika chache kila siku, muda muda ule ule ule wa chakula, muda ule ule wa chakula. Badala ya watu wengine wanakwenda kwenye chakula, wewe nenda kamsikilize Mungu katika chumba chako au mahali popote ambapo unapata nafasi no, hiyo ndio inaitwa nguzo ya pili. Na unapoomba unaomba nini? Unaomba nini? Kwanza unaombea mambo mbalimbali, unaombea maisha yako mwenyewe, ili maisha yako yawe yale yanayompendeza Mungu. Baada ya siku 40 hizi, uwe Mungu amekutengeneza kuwa kiumbe kipya. Lakini jambo la pili, ombea kanisa lako, ombea kanisa lako, ombea viongozi wa kanisa lako vile ambavyo ungetamani wawe, mwambie Mungu ili Mungu aweze kuwaweka katika mwelekeo huo. Lakini ombea taifa lako, ombea viongozi wa nchi yako, ukiwaombea ili Mungu awalinde na madhara yoyote yale, lakini pia ukiwaombea wapate uwezo wa kuliongoza taifa hili vizuri. Omba kwa bidii, ombea watu walio katika maisha magumu. Kuna watu ndugu zangu ambao wako katika maisha magumu kuna watoto wako mitaani. Ukienda katika miji kama Mwanza, Dar es Salaam na miji mingine mikubwa, unaona watoto wanalandalanda mitaani. Kwa hiyo omba kwa ajili yao, usiwapuuze. Wale ni viumbe wa Mungu na Mungu amewaumba kwa mfano wake mwenyewe, waombee hao. Kwa hiyo katika maombi yako usiwe kama waimbaji wa ngonjera, ambapo unakaa unarudia tu wimbo ule ule, lakini uwe mtu ambaye umepanga mambo vizuri ya kuombea kwa muda wa siku arobaini. Nguzo ya tatu ni kutoa sadaka. Kutoa sadaka huku kuna maana mbili: kuna kutoa sadaka kanisani ambalo ni jambo la kawaida na tunalifanya kila Jumapili, lakini kuna kutoa sadaka kwa wahitaji wanaopita barabarani. Wanaopita barabarani, kuna watu wengine ambao hata ukimwona kwa macho yako unaona huyu anahitaji msaada, ingawa kuna, kuna watu wengine wamegeuza kazi ya kuombaomba barabarani imekuwa kama business imekuwa kama shughuli tu za kawaida za uchumi, lakini kuna mwingine ukimwona na mwana huyu unamhitaji kweli kweli. Sasa usizuie mkono wako katika kuwasaidia watu ambao wanahitaji wanahitaji msaada wako, na hapo ndipo tunaposema kwamba, sasa funga yako, funga yako iko sawasawa: kufunga kula chakula kwa masaa kadhaa, kuomba neema ya Mungu pamoja na kutubu. Maana kuomba na kutubu lazima viende pamoja, na uombee mambo mbalimbali ambayo umeyapangilia, lakini pia utoe sadaka, sadaka za kawaida kwa kanisa lako, lakini pia sadaka kwa wapitao wenye shida. Badala ya wewe kula, walishe wale ambao wakati wote wana njaa. Wewe unakuwa na njaa katika kipindi cha siku 40 ili washibishe wale ambao wako katika tabu na mateso, na hapo ndipo sasa nimefunga. Kwa hiyo tunapoanza Kwaresma ya mwaka huu leo, a, siku ya kwanza ya Kwaresma, ujikite katika kumtafuta Mungu kwa bidii ili Mungu kwa neema yake aweze kukusamehe dhambi zako zote kama alivyowasamehe watu wa Ninawi akawaponya, akawaacha huru, ndivyo atakavyoweza kukusaidia wewe katika tabu zako na maumivu na shida ulizonazo kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, Amina. Sisi kama wanafunzi tunaupokea huu mfungo kwa kulingana na mazingira ya shule tulionayo, tutafunga kwa kujizuia kula chakula, lakini kwa mambo mengine ya ziada, ule muda ambapo tungetakiwa kwenda kula chakula, basi tutakwenda kwa ajili ya maombi, kwa sababu ni kipindi cha Kwaresma. Lakini hata kwa zile shida ambazo ndugu zetu wataweza kuwa nazo katika jamii yetu ya shule, tutaweza kusaidiana kwa sababu ni wakati wa kumrudia Mungu na kumgeukia.